Von Decken, anasema nilikuwa nasubiri session kwa hamu kwa, kwa hamu mno. Asante sana Von Decken, e, na wewe umeshakuwa mdau sasa hivi ni kama tunakutana sembleni sasa hivi. Wewe ni moja kati ya wadau toka mwanzo kabisa, asante sana kwa kuwa na sisi lakini, pia Zamda Malango tuko pamoja, shukrani sana Daniel, nafurahi sana kukuona. Tunashukuru sana kwa kuweza kuungana na sisi mapema sana. Basi sawa, bila bila kukawia sana, nadhani Andrew unaweza ukatupeleka moja kwa moja kwenye mwenendo wa soko kwa wiki iliyoisha, alafu tuweze kuona mambo yanayofuata. Karibu. Asante Ezekiel, na wiki hii uh, market turnover uh, imepungua kidogo kwa asilimia nane kutoka uh, bilioni sita wiki iliyopita mpaka bilioni tano point sita bilioni tano point, sorry, hapa kuna type kidogo. Bilioni tano point sita hii. Na pia volume pia zimeshuka, zimeshuka kutoka bilioni sita point tano mpaka bilioni nne point sita Hizi ni milioni, milioni nne point sita sorry. Hizi ni number of shares traded. Pia bonds, bond iliongezeka kwa asilimia ishirini na mbili kutoka bilioni hamsini na moja mpaka bilioni sitini na mbili point nane halafu ukiangalia uh, kampuni ambazo zilizo register price gain uh, Mwalimu Commercial Bank imeongezeka pia uh, Tatepa, Maendeleo uh, pamoja na Vertex ETF. Na wiki hii tumeona kwamba Mwalimu Commercial Bank wametangaza rights issue. rights issue ambayo wamesema uh, uh, inaanza kuanzia wiki mbili zijazo Nataa, kuna uh, hisa kama mia themanini na tatu nyingine mpya watazorodhesha sokoni. Kwa hivyo na hii rights issue ni uh, one to three au three to one, kwenye kila hisa moja unaweza ukasubscribe hisa tatu, na hii ni kwa wale existing shareholders wa Mwalimu Commercial Bank, na bei ya rights hisa moja ni mia na kumi. Kiangalia hii discount ni kubwa sana, ukiangalia bei ya be, be, be, be, uh, hisa za mwalimu commercial bank ni 400 na rights issue inakuwa ni mia na kumi wame discount sana naona hapo ndio maana imepanda sana leo, na pia wiki hii kulikuwa kuna mnada wa miaka 15 treasury bonds ambao ulikuwa na coupon ya asilimia kumi na mbili point saba tano na minimum successful price ilikuwa mia na nne wakati ile ileua wa, mia na nne point tano tisa sita na maturity ilikuwa ni uh, asilimia kumi na mbili point sifuri saba tisa na serikali ilikuwa inataka kureiza uh, bilioni mia arobaini pointi sita saba ila waliweza kupata bilioni mia saba sabini na saba Kwa hivyo kulikuwa kuna oversubscription ya bilioni mia sita thelathini na saba lakini mwishoni Uh, walichukua bilioni mia, mia, mia sabini na moja hii ni kwenye competitive mia hmm. na moja kienda chini kwenye top movers. Bado CRDB ilikuwa na hisa nyingi milioni mbili point moja kati turnover ilikuwa ni bilioni mbili point tano ikifuatiwa na Afri price ambayo trade hisa uh, milioni moja karibia point sita milioni sita one point six million Uh, NICOL pia ulikuwa na hisa laki like tatu na pia hii vipande vya Vertex ETF ilikuwa ni milioni moja point nne kwa wiki. Second page, hizi ni indices. Ukiangalia indices ya DSEI TSI na uh, industri zote zilipanda lakini banking na commercial services zote zimeshuka kidogo. Na kama nilivyosema hapo mwanzoni, Mwalimu Commercial Bank imeongezeka mpaka 440 kwa 18.9. Tatepa baadaye imeongezeka kwa asilimia 11 na kifuatia Maendeleo Bank na Tanzania Breweries, na kidogo ETF pia imepanda kidogo kutoka 330 mpaka 345 na kwenye losers precision ndio ilikuwa na imeshuka kwa asilimia kumi na mbili fatiwa na mkombozi bank ambayo imeshuka kwa asilimia nane point sita na uh, tanzania cigarette company bado inaendelea kushuka imefika elfu tisa mia tisa arobaini kutoka elfu kumi mia nne wiki iliyopita na dcb pamoja na swissport zote zimeshuka kiangalia investors participation, hii wote wamekuwa locals na i asilimia mia moja. Naangalia upcoming government bonds na itakuwa treasury bill tarehe kumi na tisa wiki jayo.